Nimefuatilia, nimefuatilia mwisho kabisa nikaambiwa kwamba mimi sitakiwi kulipwa zile hela mpaka nionyeshe karatasi ya mkataba wa kupewa kazi pale. Kiukweli, kwa siku hiyo waliponijibu vile, nilihisi kama kuchanganyikiwa. Nililia sana, kwa sababu sikuwa na kumbukumbu kumbu yoyote kama nilishapewa ule mkataba. Lakini baadaye nilivyorudi, ikabidi nianze kupekua kwenye makaratasi yangu, nikakuta ule mkataba nilivyokuta ule mkataba nikapeleka, wakaniambia niandike barua ya maombi ya kulipwa nikaandika barua ya maombi ambayo nilipeleka 2022 ilikuwa mwezi wa pili, 2023 mwezi, mwezi wa pili. Wakaniambia ile barua itajibiwa ndani ya wiki moja, lakini ile barua mimi sijajibiwa mpaka leo kweli mpaka kufikia sasa hivi mi naona kama nimezurumiwa. Hicho kitu kinaniuma sana, kila nikikaa najikuta nalia kwa sababu kwanza, mimi ni mjane, naangaika na maisha yangu mimi mwenyewe, alafu nimefanya kazi kubwa sana katika ile hospitali. Kwa nini nisilipwe na mkataba ninao? Kwa hiyo nawaomba Watanzania wenzangu kama kuna wanasheria mnaowajua au kama kuna njia yoyote ambayo mimi naweza kunisaidia nikalipo hela zangu, naomba mnisaidie. Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa, ilianzia Mnazi Mmoja hmm. na na na na mfanya mfanyakazi wa hospitali aliniambia e, ali unajua kushona, nikaambia ni hapa, kuna kazi, kwa hiyo okay. nilipofika pale wakashirikisha uongozi hmm. ilikuwa ni Mnazi Mmoja, waliposhirikisha hmm. uongozi wa pale Wakanipa... Ndiyo. Ndiyo. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Mwaka ndio nitakuwa nimesahau lakini ni miaka mingi kidogo, mm. Ehe. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale nilipozirejesha, mm. wakaniandikia malipo lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo, mm. wakaniandikia malipo. Yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake mm. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo. Kila inapotokea akiniita naenda. Na sasa hela ambayo unadai Ndiyo. hapa Amana. Ndio. Ilikuwa hasa hasa ni ya mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2017. Elfu mbili na kumi na saba. na elfu mbili na ishirini na moja. Ehe, baada ya kupewa mkataba. Ndiyo. Sasa, ulileta nguo? Ndiyo, nizileta. Ehe, nyaraka ya pili inayothibitisha umeleta nguo, unayo?